Rais William Ruto ameanza ziara yake ya siku nne eneo la Nyanza akianzia kaunti ya Kisumu akiandamana na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga. Sisi tumesema tunataka kuboresha hali ya maisha ya wananchi wetu. Hatuwezi kusema sisi tunangoja serikali ingine, tunasema serikali hii ya sasa ifanye kazi kwa watu wetu, sio. Tunataka namna hiyo namna hiyo. Mimi nimefika hapa na baba, na tumekuja hapa kwa shughuli ya mambo ya maendeleo, kwa sababu kulitueleza ya kwamba tuunganishe Kenya. Ruto akitumia fursa hiyo kunadi sera zake na kuukashifu upinzani, huku akimtupia vijembe aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua, ambapo amemtaja kama kiongozi mkabila anayejitakia makuu. Mi nataka niwaulize watu ambao hawana mpango, hawana sera, hawana maono, ati kazi yao ni majina o, sijui Ruto masgo oh, sijui kasongo o, sijui wantam. Hawa tutawaonyesha kivumbi, watashangaa. Ama mnasemaje Kisumu? Watu wa chuki wale wa hasira wale wa ukabila wale wa mitego, tunawaambia hawana nafasi katika taifa letu la Kenya. Tulisema hatutaki watu wetu wangoje mpaka siku ingine, tulisema endeleo ni sasa. Ruto akijitenga na kampeni za mapema, huku akishikilia kwamba sasa yumo mbioni kutekeleza ahadi zake kwa Wakenya. Wale watu wanataka kutuingia siasa kutuingiza siasa mfululizo, sisi tunawaambia jameni, hatuna time ya siasa mfululizo, sisi ni watu wa kazi bila break, kazi bila break. Kazi bila break. Kazi bila break. Ruto, baada ya akifululiza hadi kaunti ya Homa Bay ambapo amezindua miradi mbalimbali huku mbali wakiendelea kupigia debe ushirikiano wake na Raila Odinga. Unakubali tuungane mimi na baba tuendeshe serikali ya wakati hayo yakijiri, upinzani ukiongozwa na Kalonzo Musyoka na Rigathi Gachagua ulikuwa ukikongamana nyumbani kwa Musyoka kaunti ya Kitui ambapo umeahidi kuwasilisha mgombea mmoja katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027 na kuhakikisha kwamba Rais William Ruto anakwenda nyumbani. Ni lazima mukomeshe abduction. na kama mnaomba msamaha uwe realistic. You cannot give conditional apology. Mimi naomba Wakenya mutulie, mtupatie nafasi, msituharakishe kutangaza flag bearer, asiwekewe mawe kwa barabara, sindio? Lakini mtuamini ya kwamba kati yetu hapa tutatoa kiongozi mmoja, na serikali ni kuu moja, atakuwa president mwingine mwingine mwingine atakuwa atakuwa atakuwa deputy mwingine atakuwa prime mwingine atakuwa speaker. There is enough space for all of us. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche TV.